Na leo watu nashangaa, kwani leo mbona umefunga mla? Hutaki watu kusumbua sumbua, meuakandimi, nimechoka, nimechoka sana. Leo ni kanyama na mboga. Hey, si eh? Eh, kwani kwani panya tena zilirudi za za Nairobi Nairobi? Kusikia yaani ni kama sisi tunazilipia rent. Niambie nini wewe? Unaniuliza mimi? Mimi sijui babe, ni mguza mtu. Wewe si mtu hapa ndani? Hizi ni mguza mtu. Hizi ni mguza mtu. Mimi sijui. Babe mimi sijui kitu. Mimi sijui. Labda ni hizi ni mguza mtu hizi. Sasa mimi babe mimi sijui. Mimi sijui babe. Mimi sijui.

Wewe, wewe unasema Yesu, unaona, unasema ni ajui. Hii jambo ni hii, ni ngoa nani? Ni yake alikuja na mimi hey, si. Eh, imepotekana kwa kitanda. Ah. Mimi hata hiyo si yangu. Mimi si wangi hizo vitu. Si yako. Si yangu. Si yangu. Fanya hivi. Hakuna haja ya kubishana, sawa? Hakuna hey, haja ya kubishana. Hebu kuja, kuja. Mimi ni fanya. Kuja. Ah, mimi baba, baba, hapana, baba. Kuja hapa.

Hapo fa hakuna, wacha nikuumize, hakuna, wacha nikupige, si ndio? Nyi wenyewe mnajua vyenye mlipatania mambo yenu. Hapa ni kwangu, hapa ni kwangu, naona hapa ni kwangu. Sikupigi, sikufanyia kitu chochote, sawa?